Mkutano huu leo umelenga kueleza mambo mbalimbali yaliyofanyika pamoja na kutoa taarifa ya idadi ya wapiga kura baada ya kufungwa kwa daftari la kudumu la wapiga kura na kutangaza kituo cha kutangazia matokeo kitakachotumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hata hivyo, tunapenda kuwashukuru wadau wote wa uchaguzi hasa vyama vya siasa kwa kuendelea na kampeni za kistaarabu, na hadi sasa hakuna tukio kubwa lililoleta athari na kusababisha kampeni n zisiendelee Mengi ya hayo ni nyakati ndogo ndogo ambazo kwa uhakika zinashughulikiwa ili zisiwepo kabisa kadiri ya kampeni zinavyoendelea. Ndugu washiriki, naomba nipewe taarifa muhimu juu ya mambo yaliyofanywa na tume kwa kipindi hiki ili wadau wetu waweze kuyafahamu na kuyafanyia kazi na hatimaye kufanikisha zoezi la uchaguzi mkuu wa Oktoba elfu mbili ishirini na tano. Mambo ambayo tume imeyafanya katika kipindi hiki ni kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, tume imefanya uendelezaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwa kufanya uhamisho wa taarifa za wapiga kura waliomba kuhamisha taarifa zao pamoja na kuondoa wapiga kura waliopoteza sifa za kuwepo katika daftari la kudumu la wapiga kura. Taarifa za wapiga kura hao ziliwekwa wazi kuanzia tarehe 12 hadi 18 Septemba mwaka 2025 na kupelekea jina la watu kuondolewa katika daftari la wapiga kura baada ya kudhibitisha kupoteza sifa daftari kinaanza rasmi tarehe 18 Septemba mwaka huu hadi tarehe 21 Novemba mwaka 2025 kama inavyoelekezwa na kifungu cha saba cha Sheria ya Uchaguzi namba 4 ya mwaka 2018. Hiyo baada ya na pili, na pili tume tume rasmi rasmi daftari, daftari kwa mujibu wa sheria sasa imeipa fursa tume kuendelea na taratibu nyingine kuelekea uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba mwaka huu swala so, la tatu tume baada ya kulifunga daftari rasmi da, da, rasmi daftari la kudumu la wapiga kura, jumla ya wapiga kura kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 watakuwa ni laki saba kumi na saba mia tano na hamsini na saba, watakuwa na wapiga kura laki saba kumi na saba mia tano na hamsini na saba wapiga kura hao wanatarajiwa kushiriki katika uchaguzi mkuu mwaka huu. Aidha, vituo vya kupiga kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu mwaka huu 2025 ni vituo 407 na vituo vidogo vya kupiga kura, yani polling station zitakuwa 1752. Vile vile, jambo la upekee wa uchaguzi huu, tume imefanya maboresho katika upigaji wa kura mapema na kutenga maeneo hamsini yatakayotumika katika upigaji wa kura mapema, ambao kwa kila jimbo kituo kimoja. Swala so, la nne, kwa sasa tume imefunga kituo cha habari, imefungua kituo cha habari waangalizi na matokeo ya uchaguzi, yani Media Observer and Result Center, ambapo huduma zote zinazohusiana na shughuli za waangalizi, waangalizi na waandishi wa habari zitapatikana hapa pamoja na utangazaji wa matokeo ya uchaguzi wa uraisi utafanyika hapa katika ukumbi huu wa Mheshimiwa Jaji Mkuu Mstaafu Hamid Mahmud. Swala la tano, tume katika kipindi hiki imefanikisha mikutano ya kamati mbalimbali mbali ya ushauri ikiwepo kamati ya waangalizi wa uchaguzi, kamati ya elimu ya kupiga kura na kamati ya ulinzi na usalama. Kamati hizo zimeweza kutoa ushauri juu ya mambo mbalimbali yatakayowezesha kufanikisha uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa salama na amani. Ndugu washiriki shiriki, ufafanuzi wa kina juu ya mambo yaliyofanywa na tume tokea tarehe 27 Agosti mwaka 2025 yatatolewa na mkurugenzi wa uchaguzi. Naomba niendelee kuwataka kutoa mashirikiano kwa tume ili iweze kutekeleza jukumu lake la kusimamia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Aidha, ni waombe vyama vya siasa kuendelea kufanya kampeni za kistaarabu na kuzingatia maelekezo ya sheria, kanuni, maadili ya uchaguzi na miongozo mingine iliyotolewa na tume. Ndugu wa shiriki, bado niendelee kuwaomba wananchi kutumia huduma ya ujumbe mfupi wa simu ya mkononi kwa kupiga namba nyota mia moja hamsini na mbili nyota sifuri sifuri alama ya reli nyota 152 nyota sifuri sifuri alama ya reli na kukitumia kituo cha huduma kwa wateja yani call center kwa kupiga namba sifuri nane sifuri sifuri moja moja sifuri mbili mbili moja ili kujua mambo mbalimbali ya mbali uchaguzi katika kipindi hiki cha uchaguzi.